Kubwa ma promoter wajitokeze maana tambu zisha kuwa nyingi huyu anaongea hivi mashabiki wanaongea hivi huyu anamtetea huyu anamtetea kwa kweli ajitokeze promoter hawa watu wa, tuangalie kwamba ni nani ambaye anastahili kweli kuwa bingwa wa Tanzania kwa sababu toa mchezaji mzuri wa boxing Mwakinyo ni mchezaji mzuri na ni international. Kwa wote ni wazuri kwangu mimi wote ni wazuri ila sasa inabidi apatikane mzuri huyu mmoja. Hivi hakunaga mtu ambaye alicheza na Mwakinyo na akampiga kwa hapa? mm. ba bado okay. E kwa bado wow, ko mimi ombi langu ajitokeze promota kiukweli, oh, ajitokeze promota na, nafurahi kuona aweke mbumi, mzigo, awa watu tambo ziishi, awa tambo ziishi, nani anapigwa ndo tutajua wakishingia, niambie uh -uh, Mwakinyo natoa nani anadundwa Promoter atakapojitokeza kaka, mzigo wakaingia uwanjani, oh yeah, karibu taifa zima litaenda na ngumi ikachezo pale taifa. Eh kwa promoter, promoter ajitokeze, mzigo watu waingie taifa. Kwa hiyo ajitokeze, soma soma, swala ya Mbagala za kihemu atuji kwa Mkapa. <laughs>